Uh, video hii ni maalum kabisa kwa ajili ya wanawake kwa ajili ya kinadada, na maudhui ambayo yapo kwenye video hii yanawahusu wao. Hapa ninazungumzia uh, faida au manufaa saba ambayo eh, mwanamke anayapata kwa kujichua au kwa kujifanyia masturbation au kwa ku, eh, kukidhi ile hamu ya mapenzi bila kushiriki na mwanamke kwa yeye mwenyewe kujichezea na kuweza kufika kileleni. Sasa faida ya kwanza, uh, hii ni njia nzuri sana ya kuboresha afya ya moyo wako. Uh, wote tunajua kwamba kufanya mapenzi uh, huwa kunasaidia sana uh, kufanya moyo uweze kupa, kusukuma damu kwa haraka uh, sasa inapokuwa inafanya namna ile, ule kutoa damu na kuingiza damu kwa haraka uh, hiyo husaidia afya ya moyo kuwa vizuri. Ni kama tu mtu anapokuwa anafanya mazoezi husaidia kuongeza presha ya moyo na hivyo kufanya eh, damu kuzunguka kwa haraka na kufika sehemu mbalimbali za mwili eh, kwa haraka zaidi. Hiyo husaidia afya ya moyo kwa ujumla wake. Lakini faida ya pili ni kwamba hii ni njia nzuri sana ya kujiepusha na magonjwa haya zinaa, tunasema zile STIs, eh, kwa sababu tunaelewa wote kwamba hizi STIs zinaambukizwa eh, kwa njia ya kujamiiana. Wewe mwanamke unakutana na mwanaume ambaye ana hizi infection, anakusababishia eh, hizo infection, zinaingia kwako, hizi STIs ambazo ni kama gonorea, lakini hata ma ma ma ma magonjwa makubwa kama Ukimwi yanaambukizwa kwa njia ya kujamiiana kuingiliana mwanaume na, na mwanamke mwana. Unapojifanyia wewe mwenyewe, maana yake ni kwamba kwa, kwa vidole vyako ambavyo utakuwa umenawa vizuri, unaweza kukizi haja zako e, bila kuingiliana na, na mtu yeyote na ukaweza e, kutimiza haja zako, hivyo inaku, inasaidia kuondoa uwezekano wa kupata haya maradhi. Faida ya tatu ni kwamba hii ni njia nzuri sana kama wewe pengine upo kwenye siku za hatari, na pengine hautaki hautaki ku, ku, kubeba mimba kwa kipindi hicho, au hautaki kuriski eh, kubeba mimba, basi unapofanya njia hii itakusaidia kufika kileleni au kujifikisha kileleni bila mwingiliano na mwanaume ambao unaweza kusababisha wewe ukaweza eh, kupata ujauzito. Lakini faida ya nne ambayo unaipata kwa kufanya kwa, ku, kwa kufanya, kwa kufanya kwa, lakini faida ya nne ambayo unaipata kwa kufanya hivi ni kwamba ni njia nzuri sana ya kujisikia vizuri, kama wewe pengine upo kwenye mazingira au sehemu ambayo unaona huwezi kukutana na mwenzi wako. E, ukiweza kujifanyia njia hii itakusaidia kuweza kufika kileleni na utajisikia vizuri na mudi yako itapa, ita, ita, itakaa vizuri e, kwa sababu umefanya hivyo na hiyo e, itakuwa ni salama kwa sababu haijahusisha wewe kukutana na mtu mwingine. Faida ya tano ni kwamba ni njia nzuri sana ya kukusaidia kupata usingizi mzuri kwa wale kina dada ambao E, pengine wana changamoto za usingizi, pengine huko mbali na mume wako au na mpenzi wako, basi ukiweza kujifanyia hivi wewe mwenyewe itakusaidia kuweza kupata usingizi vizuri, utalala vizuri na, na, na, na utakuwa umetimiza ile, ile, ile, ile haja yako e, sasa wote tunajua kwamba uh, unapo unapo, uh, unapokuwa umefanya mapenzi na mwanaume eh, au ukishiriki kimapenzi na mwanaume ukafika kileleni basi mara nyingi kuna homoni ambazo huwa zinasababisha usingizi huwa zinatolewa kwa kipindi hicho, so inaweza pia kukusaidia kuweza uh, kufika kupata usingizi kiurahisi na unakuwa e, una, uko vizuri uh, faida ya sita ni kwamba uh, kujichua au kujifanyia masturbation uh, husaidia sana kuboresha afya ya uke wako. Sasa hii a, imesemwa kwenye tafiti mbalimbali mbali. E, kama unaweza kuingia mtandaoni ukajaribu kusearch hii, imeelezwa kwenye vitu mbalimbali kwamba unapojifanyia masturbation ni kama tu ilivyo kwenye sex e, unavyo sexy au unapofanya masturbation husaidia sana E, kuboresha ile afya ya, u, ya uke wako, e, kutengeneza ule uke uwe katika mfumo ambao e, ni mfumo mzuri wa kujilinda dhidi ya infection mbalimbali. Faida ya saba na ya mwisho ni kwamba ni njia nzuri kwa wale ambao tunaamini katika e, zile kanuni za, za, za, za, za, za e, kwenye dini zetu mbalimbali mbali. Ni kwamba kushiriki mapenzi e, inaweza ikawa ni kinyume cha sheria zile za sasa kufanya hivi, kushiriki kwa wewe kwa mwenyewe, hakuna mahala popote au kitabu chochote ambacho e, kimezuia kufanya namna hiyo, kuweza kujiondolea hamu zako. Kama una hamu zako, unajisikia kufanya, basi hiyo inakuwa, unaweza ukafanya na ukaondoa hamu zako bila kuvunja taratibu za imani yako. So kama umefuatilia hilo na E, kama kama sasa e, zote hizi nimezisema hapa, hii haimaanishi kwamba kujichua hakuna madhara. Kuna video ambayo nimeitengeneza ambayo inaelezea inaelezea madhara ya kujichua e, ambayo kama ukipata nafasi ya kuiangalia itakusaidia kuelewa, na mwisho wa siku utakuwa kwenye nafasi ya kuweza kujua e, kama unachagua kufanya masturbation au e, kuacha kuepuka yale madhara yake. naitwa Dr. Beni asante.